Kwa kweli na mimi nimefurahi kuona ushindi wa mjomba wangu huyu aliyeshinda. Ibrahimu Mwea Nkonga ni mjomba wangu mtoto wa dadangu. E, mara nyingi nilikuwa naye karibu, anafanya kazi zake mtaani na vijana wenzake. Uh, tukikutana unamkuta yuko busy na simu bana, kuliko unasema, mjomba, mimi niko kwenye kubeti kwenye michezo ya kubeti. Namwambia sawa, kama una, una hakika waendelea. Ipo siku mwenyezi Mungu kama amekupangia utakuja kupata kile alichokupangia. E, alivyo kwa kweli alivyoniambia kwamba mimi nimeshinda, tulikuwa hatuamini lakini baada ya muda mmeamini kabisa hebu sema SportPesa mambo juu, tukaamini kwamba ni kweli. Kwa mimi nikamwambia wewe, tuliza akili wala usiwe na papara, tulia kabisa, usije ukao ukapigiwa simu huku na huku, mtu akakwambia labda rusha hela kwenye simu hii ili upate hela zako, watakuwa ni matapeli. Tuliza akili, ili ufike kwenye ofisi zao za SportPesa mjini, ndio utapata maelekezo yote kwamba ufanyeje. Basi kweli kwa kweli, akanisikiliza vizuri. Mimi ningependa kumshauri asisikilize ushauri wa watu wengi. Unakuta huyu anakupa ushauri huu, ukikutana na huyu anakuambia fanya hivi, utakuta hapo sasa hivi utapata washauri hata mia watafika, lakini cha msingi ni kutuliza akili, atafanikiwa na mshauri afanye vitu vyake vizuri, atafanya biashara, atapata vibanda vya kukaa mwenyewe, atajenga nyumba zake, hapo mambo yatakuwa safi kabisa.